Shetani mkubwa wa mguu mmoja wewe, unajifunya nalioka kutuangamiza sisi. Aya, ondoka, ondoka! Aya, nyanyuka, nyanyuka, tokeni! Nimesema toka nyumbani kwangu haraka! Utawaua mimi? Hamwezi kutaka kuniua mimi kwa sababu ya mambo ya kijinga. Sasa nashukuru kwa yote mlionifanyia kwa sasa sio muda kuomba msamaha. Msamaha mmechelewa. Haya, nenda nenda zako huko. Mungu umemjua leo eh? Achawi wakubwa nyinyi, ondoka. Oh, wakati unataka kuniangamiza mimi ulikuwa mjui Mungu sio <laughs> unataka kuniua mimi, mimi Masweta? Ondoka ondoka ondoka, toka toka toka, nenda zako huko. Subii nyumbani kwangu tena. Nimekuoa mimi alafu unataka kuniua wewe, ndio hata roho za watu

<coughs> Kama nilivyokwambia baba, mke mwenzangu ana matatizo tena, ana matatizo makubwa. Amefikia hatua ya kuchukua sumu kuweka kwenye chakula, kisa anataka mashamba. Kweli baba, hiyo sio haki tena, siyo haki, jambo la kusikitisha sana lakini wewe una shahidi wote kwamba kaweka chakula kwenye sumu ndio baba? Ushahidi ninao, kwa sababu kufikia hatua ya kula mume wetu chakula mpaka anaamua kukorofoka na kutoka mapovu eh? Kilichomnusurisha pale baba ni maziwa. Ina maana kama angekuwa hmm, sio maziwa pale angekufa. Sawa, nimekusikia. Aya, sasa na huyo mgonjwa ana hali gani? Kwa kweli baba, sasa hivi mgonjwa anaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu anaendelea vizuri. Haya, baada ya kuendelea vizuri kachukua maamuzi gani? Maamuzi aliyochukua pale ni kumfukuza mke mwenzangu. sawa sawa. Sawa, sawa. Mimi nasema maamuzi yake aani alivyofanya sawasawa kabisa, tena safi kabisa. Yani tendo la mke wako kuweka sumu kwenye chakula ni uadui, ni ubaya, eti kwa sababu ya mali. Adui ni kweli baba wanavyosema Mama hata kama mimi sivumilii. Kwanza ingekuwa ni mimi, ingekuwa ni mimi, mimi ningefukuza, wala singegoja chochote, wala hata kupona. Mi ningemwondoa tu, hiyo hatari mwanamke. Kama huyo hafai, huyu ni adui mkubwa sana. Mimi nampaongera sana. Sawa sawa kabisa. A, sawa. Haya baba, asante, nashukuru. Aya asante mama. Mimi nisikia, poleni sana. Aya nenda, nenda salama. Nisalimie huko. Haya baba. Mtihani mkubwa sana huu. Tena mtihani mkubwa sana. Ah, jamani dunia hii. Kweli? Mke wako uliomwoa, mko ndani mnaishi pika pakuwa leo hii anachukua sumu akutilie kwenye chakula akuue, heti kwa sababu ya mali. Si mtu baya kabisa huyo ha. Kina mama hawa wametuzaa lakini wana matatizo makubwa tena makubwa eh. Dunia jamani dunia jamani ndo. Hmm. Dunia bwana. Pole mwanangu. Katarina, be mama mimi siwezi kukuona mwanangu. Nachokuomba urudi kwa baba yako. Hapana mama, mimi siwezi kurudi kwa baba yangu. Hapana mwanangu. Ninakubidi utafute kazi ili upate pesa na umsamehe baba yako. Mama, mimi siwezi kumsamehe baba yangu na kama watu huwa wanakutana kuzimu, mi naomba nikakutana na baba yangu kuzimu. Si mwenyezi Mungu anasema anayekutendea mabaya usimlipe mabaya, <coughs> mlipe mema mama? Kwani dawa ya moto ni moto tu, na haiwezi kuwa baridi. Dawa ya moto ni moto tu, siwezi kumsamehe kama baba mama, mama.

kueaaawaamama wangu, kwanini agin mama wapi? mii jamani, kwanza mimi nakushukuru sana, na tunasema kwamba siku zote uh, ubaya ulipi kwa ubaya, na kile unachokiona chema ndio baadaye kinawezekana kikawa chema. Ni kingine na kibaya ni kingine uh, mimi ninakushukuru sana kwa sababu mwanzo nilikuwa nakubiishia kabisa, mzee mwenzangu, nakwambia hapa, bwana, unanionea una mke wangu mkubwa ana hatia, anakosa. Lakini kumbe umzaniae sie ndiye na umzaniae ndiye, kumbe sie. Haya, nimeyashuhudia kwa macho yangu mawili, nimeyashuhudia kwa macho yangu mawili. Mimi Masweta wakutaka ku Mwenyezi Mungu mkubwa, mzee mwenzangu, leo hii nisingekuwepo kabisa, lakini Mwenyezi Mungu ameninusuru leo niko hai. Hivyo nimekuja kwako nikushukuru, nikuombe msamaha, kwa sababu pale tulikuwa na, na ushauri wako ulikuwa ni mzuri, ndio maana leo nafika kwako kuomba msamaha. Naomba unisamehe, ndio leo ndeta kwako mimi. Bwana Masweta, hilo nililiona muda mrefu sana lakini, madhali umeuona ukweli na umekuja kunitaka radhi, mimi udugu wetu uendelee, mimi nimekusamehe. Nakushukuru sana mzee mwenzangu. Zama za wafalme, wafalme walikuwa naoa zaidi wa kikumi, wanaoa wanazaa watoto mpaka wengine hawawajui, lakini mtindo huo wa kuuana kulikuwa hakuna. Hivi kuna watu wenye mali kama wafalme, kina Mirambo kina Mkwawa kina Kikipu hawa watu wameoa, lakini kulikuwa hakuna mtindo huo wa kuuwana. Leo ndugu yangu, wake wawili. Wafalme walikuwa wanaoa zaidi wa kikumi, wanaoa wanazaa watoto mpaka wengine hawawajui, lakini mtindo huo wa kuuwana kulikuwa hakuna. Hivi kuna watu wenye mali kama wafalme, kina Mirambo, kina Mkwawa, kina Tiputipu, hawa watu wameoa, lakini kulikuwa hakuna mtindo huo wa kuuwana. Ewe ndugu yangu, wake wawili, mmoja anakulisha sumu eti kwa sababu ya mali, si mtu huyo?